zangu kwa mara nyingine tena, nataka nichukue fursa hii kupongeza taasisi za hija Zanzibar. Kama tulivyosikia hapa, kwa kweli, kila mwaka wanazidi kujipanga vyema zaidi, idadi inaongezeka ya mahujaji, huduma zinakuwa nzuri zaidi, changamoto zinazidi kupungua. Tutafika wakati Zanzibar itakuwa ni mfano wa utaratibu wa hija kama ilivyo mifano kwa nchi za, za nje. Sasa hivi lazima tufike huko, kwa sababu ninaona wazi kabisa taasisi zetu kila mara zinatumia uzoefu wanaopata kupunguza changamoto zilizopo. Na mimi kwa upande wangu, nataka nikuhakikishieni kwamba kwa upande wa serikali, na sisi tutafanya kila juhudi kupunguza changamoto ili idadi ya mahujaji iwe kubwa zaidi lakini huto wangu kwa mahujaji wetu watarajiwa kuyazingatia maelekezo yote yaliyotolewa ili kuondoa usumbufu usio wa lazima na kuhakikisha watu wote wanaitekeleza ibada ya hija kwa ufanisi unaotarajiwa. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaendelea kufanya kazi kwa karibu na taasisi za kusafirisha mahujaji Zanzibar kupitia utahiza ili kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo katika kufanikisha shughuli za hija. Hapa utaratibu huu wa kuanzisha mfuko wa wakfu unaendelea vizuri, tutaupitisha katika Baraza la Wawakilishi iwe ndani ya sheria, tutafute njia nzuri zaidi ya kuchangia ili tuongeze idadi ya mahujaji wanaokwenda kufanya hija. Kuhusu ombi kwa Saudi Airline kufanya safari za ndege za kawaida, sio hizi maalum za kawaida, ili wale wanaokwenda kufanya umra kila mara waweze kupata usafiri wa karibu. Kama tulivyolepeleka ombi la Saudi Airline kufanya safari hizi za hija, tutapeleka na hili na insha Allah. E, tuta tutazungumza na wale wote tuliozungumza, na mimi nilizungumza na balozi wa Saudi Arabia aliyoko hapa nchini aliweka nguvu kubwa katika jambo hili. Kwa hivyo napenda ni, ni, niseme kwamba juhudi zile tutaendelea nazo, ili watu waweze kupata na safari hizi za umra. Nichukue fursa hii ni kutakieni nyote haji mabrur. Aidha, nawaomba msisahau kama ilivyoelezwa hapa, kuiombea dua nchi yetu iendelee kudumu katika amani, umoja na mshikamano, ili tuzidi kupata maendeleo na ustawi wa wananchi wetu. Kwa hivyo fuateni viongozi wenu, kama hamkuwafuata, mtapata shida kwa sababu wao ndio wanatuongoza, wanajua kila kitu. Ukifanya unajua zaidi utapata shida. Mheshimiwa Rais, mimi na imani mahujaji wetu hawa, alhamdulillah, wamefahamu vizuri na atakwenda salama na rudi salama. La pili, yamezungumzwa mengi hapa na kalizungumza Sheikh Swedi kuiombea dua nchi yetu. Tukushukuru sana Mwenyezi Mungu tumempata Rais ambaye anapenda watu wake, wananchi wake katika miaka yote hii ambayo yu katika uongozi alhamdulillah, anakuja mwenyewe kukuageni. Hii ni jambo kubwa, tujue kwamba hii ni zawadi maalum Mwenyezi Mungu atuletea kiongozi huyu. Tukaiombee dua nchi yetu, lakini tusisahau kumwombea Mungu na yeye shaa. Mwenyezi Mungu azidi kumpa nafasi hii naendelee kutuongoza kwa njia za kheri, kama anavyofanya sasa hivi, na Mungu amzidishia atulete zaidi maendeleo makubwa zaidi kama haya ambayo tumepata. Tulikuwa na tatizo kwamba kuna watu wengi hasa diaspora walikuwa wanapendelea wengi waje wasafiri na jamaa zao. Kwa mwaka uliopita Tanzania ilikuwa ni nchi pekee iliyoruhusiwa. Jitihada zilifanywa na mheshimiwa waziri kuzungumza na waziri wa Hija, waziri mwenzake, lakini mpaka dakika ya mwisho hatukubahatika. Kwa mwaka huu hakuna mtu hata mmoja ambaye ni raia wa nchi nyingine, lakini aliyependa kusafiri pengine na baba yake, pengine na ahali yake, ambaye ni Tanzania aliyoruhusika kwa hili. Kulikuwa kuna watu zaidi ya mia tatu ambao waliomba, lakini kwa maana hiyo kwamba wamekosa kusafiri kwa hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana, katika ukumbi huu huu, tuliwasilisha ombi kwako binafsi na kwa serikali unayoiongoza kupitia vyombo mbalimbali mbali, kuomba msaada wako katika kuhakikisha upatikanaji wa usafiri wa uhakika kwa mahujaji wetu kupitia shirika la ndege la Saudi Arabia. Leo kwa furaha kubwa tunapenda kukujulisha kuwa kwa mwaka huu jumla ya mahujaji wapatao 1695 watasafiri moja kwa moja kutoka Zanzibar kuelekea Jida na Madina kutumia shirika la ndege la Saudi Arabia. Safari hii zitagawanyika kama na kwa, kwa namna ifuatayo: ndege tatu zitaelekea Madina kwa zile taasisi zilizopanga kuanza safari zao katika mji mtukufu wa Madina, na ndege tatu zitaelekea Jida kwa taasisi ambazo safari zao zinaanzia mji mtakatifu wa Makka. Ingawa lengo letu lilikuwa kuhakikisha mahujaji wote wa Zanzibar wanasafiri kupitia shirika hili la Saudi Arabia. Hata hivyo bado uwezo wa shirika kuhudumia mahujaji wote kwa pamoja a kuwezekana kikamilifu. Mheshimiwa Rais, tunatumia nafasi hii kukushukuru kwa dhati, wewe binafsi, serikali yako, ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, pamoja na wote waliochangia kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha shirika la ndege la Saudi Arabia linatua hapa Zanzibar kwa ajili ya kuhudumia mahujaji wetu. Ifahamike, katika safari zetu hizi kunahitajika subra ya hali ya juu, kwani tutakutana na watu wa mataifa mbalimbali mbali, wenye tamaduni tofauti na zile tulizozizoea. Katika kukabiliana na hali hii, subra ndiyo nyenzo pekee ya ushindi wa masuala haya. Uwanja wa ndege wa KIA una majengo matatu ya kusafiria abiria. Katika mwaka huu, jengo nambari tatu pekee ndio litakalotumika kutoa huduma kwa ndugu zetu wanaokwenda kuhiji. Mnapofika pale kwenye madeski yetu, mnatakiwa kuwa na pasipoti zenu, tiketi mkononi, boarding pass, na kwa wafanyakazi wa serikali ni muhimu kuwa na ruhusa za mwajiri. Jambo hili mnaliona ni jepesi, lakini ni, ni zito kwa upande wetu. Msiziache zile ruhusa za waajiri wenu ili ziturahisishie sisi kazi, kwa maana tunafanya kazi kwa teknolojia ya kisasa ambayo ina ripoti ripoti zenu kwa waajiri wenu. Sasa ikiwa hakuna ile taarifa ya mwajiri wako, kidogo inaweza ikatuletea shida. Muhimu kuliko yote ni kuwa ili mwili wako immunity yake ibaki kuwa nzuri unatakiwa upate mapumziko, upate mapumziko. kwa bahati mbaya, wale wanaanzia Madina watu wanachoka kabla hawajaenda Makka. Kwa sababu gani? Analala masaa matatu manne. Wale wanaanzia Makka watu wanachoka kabla hawajaanza hija. Kwa hivyo sisi kama madaktari tunakumbushia safari yote yote hii usidio lake ni mwezi nane wakati tunaenda kuanza ibada ya hija. Kwa hivyo, tunakuombeni tunakuombeni sana, mtu asichoke kabla ya ibada ya hija, kwa sababu ukichoka, ukifika kule kwenye ibada, utashindwa kufanya yale ambayo umeyakusudia. Hilo moja, utashindwa kufanya. Lakini la pili, immunity inaweza ikaenda chini, kwa hivyo utakuja kuumwa kabla hujafika kwenye ibada ya hija. Ndugu zangu mahujaji kwa mara nyingi au si zaidi ya mara moja mbili tatu, tuna matatizo wakati wa kuondoka, mtu kusahau au tuna la ajabu kupotea pasipoti uwanja wa ndege. Hili ni swali moja kubwa, kwa hiyo walioeleza ndugu zetu wa uhamiaji kwamba pasipoti ni document iliyokuwa inataka kila mmoja awe anailinda na naihifadhi vizuri. Kwa hiyo tusije ikawa tuko katika viwanja vya ndege, mtu akenda msalani akamwambia mtu nikamatie ya pasipoti yangu, wakati anarudi, ya anabiaameliwacha hapa, pasipoti haipo. Ukifika mwezi nane, hirimia hija. Ukimaliza hija, fanya umra. Upo ushahidi wa umra ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha amefanya umra baada ya hija, na sisi tumekamata hapo hapo kwa tufanyeni, kama tunafanya tufanye baada ya hija. Pumzikeni katika siku za tamatu Fanyeni sunna iliyo muhimu zaidi. Mkipata wasaa ya tawafu, fanyeni tawafu. Sehemu za msikiti zile, pengine hamtaruhusiwa kuingia chini, kwa sababu tunatakiwa lazima tuwe tumevaa nguo za ihram, lakini tawabiki zote zile za msikiti, watu wanafanya tawafu. Kwa hiyo tutumie fursa vizuri na tusijichoshe kupita kiasi. Kuna watu hata ikifika ile mwezi nane taabani, taabani. Unakwenda Mina anaumwa, kwa sababu nguvu kubwa kazipoteza katika mambo ambayo hayakuwa lazima kwake. Kwa hiyo viongozi wa makundi tuwaelekeze vizuri mahujaji wetu, na wala tusiwashajiishe kwa kuona kufanya hayo ndiyo bora zaidi.